na kwamba moyo uko hivi hivi, hapana. Yani moyo ni safi ila kila ukienda kwa dhambi, kuna kidoti kinakuja, kila kuna kidoti kinaongezeka, kila kuna kidoti kinaongezeka. Kwa hiyo chochote chochote

lakini kama kutoka kwako umetoka kwa ajili ya maasi, hata kwa kukoroma kwako, maana koromo ni wa uchovu wa maasi unayofanya. Shekhe mkoromo anaandika maasi yake. Sasa ni sisi tubadilike, kwa haya Allah subhanahu wa taala hatuipe kila lake ikosote. Lakini sio hivyo tu, na tujitambue, tubadilike ya kwamba Ramadhani tulikuja kwa wingi sana msikitini tulikua kwaheri sana alhamdulillah. Tukadiriki ibada mbalimbali, ibada za saratama, ibada za tarawih, na tukadiriki pia na ibada zingine za sunna katika mwezi kuaa. Sasa isije kuondoka Ramadhani ikawa sasa na ibada inondoka mamkanramadana kaikaramadhana kaezahapa

Hakika ndio na kwa naabudu Ramadhani, lakini kama ulikuwa na mwajiri wa Mungu Mbaraka wa Taala, basi endelea na ibada, na huenda sisi tukiwa kwetu tunaingia kwenye Ramadhani na baada ya Ramadhani kuondoka, sisi tunatakiwa kuishi katika mfumo ambao tunakuwa tukiishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba kama tunapenda Ramadhani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakadhalika hata baada ya Ramadhani tuendelee na mapenzi yale yale.